Siku ya kwanza watu wanangoja asubuhi ifike, haifiki. Siku ya pili watu wanangoja, haifiki na siku ya tatu unalala usingizi naisha, unaamka unakuta bado ni giza. Unatumia tochi, hakuna chochote, lakini mwanaume bado amekausha sura, anasema sitawaachilia Waisraeli waende. Amen, amen. amen. Biblia inasema mahali ambapo, sasa nataka tuelewane vizuri ili tupate Pasaka kabla tujifika kwa Pasaka Bible inasema ya kwamba katika Kutoka mlango ule wa 11 mstari wa kwanza, eh mtu mwenye amefika saisome Exodus chapter 11 verses 1. Hapo ndio nataka nihubiri kwa muda mfupi, alafu nimalize neno wa Mungu usiku wa leo. Nashangaa watu wana Biblia na watoto hapo, nituambie vizuri, vijana, watu wawasomi Bible watu wafanye nini? E, bukau ijesoma na mwenye ako na Bible ainue juu hivi, acha waone muujiza maajabu kwa nyumba ya Mungu. Mtu mwenye Biblia inua, usijaribu kunirudia simu tafadhali. Wewe mtu mwenye unainua simu unanikwaza sana roho yangu, usiinue simu 1 2 3 4 5 6 7. Biblia. Biblia ni saba kwa nyumba ya Mungu, hao watu wote wa Kristo. Eye, watu wamelala nyumbani wao, umekuja chachi, na hiyo ndio ngao ambayo inatusaidia a kuta mwanajeshi ameenda bila bunduki kwa kazi Anakanga naye hata wakati unakuja unakuta amejiwekelea, amewekelea hiyo mguu hivi. Aweze hiyo zipanduka. Sisi watu tunaogopa hata kubeba Biblia kwa sababu utajulikana umeokoka. Ah, niko na simu. <laughs> Ana tufariji mimi niko na simu na somanga Biblia. Utashangaa simu, siku moja itaisha moto, itaibiwa. Watu wengi wanaishi Nairobi huko wanajua vile kunaendaga simu, itaenda na ukuna enda kwa huduma. Ulikuwa unatarajia simu, unajua beba hawezi ibiwa. Beba Biblia. Alafu tukutana mwizi katikati ya tao, ataiba. Alafu umengojea kuwa main service, utaenda kuhubiri, umebebana kasimu, kameibiwa na ujumbe ulikuwa umeweka pale na umeanalyze nini kuhubiri. Kulaumu shetani, wacha toke pale kwa sababu ya muda. Biblia inasema ya kwamba Farao akawa na kichwa kigumu. Ulikuwa umesimama kusoma, sasa tafadhali nisomee eleven one. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado litakalo nileta juu ya Farao na juu ya Misri, baadaye atawapatia ninyi ruhusa mtoke huko la Mungu kwa nyepesi sana. Wengine wamekuja hapa kwa sababu Reverend aliwaambia tuko na wageni, kwa hivyo please msiniaibishe, hakikisheni mmekuja. So mtu akenengana akasema ndio nisilete aibu kwa kanisa, ni ruhusu tu niende. Mimi ni mama chaji wakili, sawa, kirudi nitamwongelesha kisii So, watu wakajua kwamba wacha tufanye, lakini wamesahau kusudia ambalo Mungu amewaleta ndio hesabu, kila kitu ipotee, lakini simpoteze Yesu. Jamani, wakati ambapo tunaambiwa habari ya utakatifu, habari hii na uzito kuokoka, ni kitu kigumu sana. Wokovu imebeba gharama ambayo itakuhitaji. Asante, huyo alikuwa amesahau yake kwa gari, ameiendea. Wakati ambapo unasikia habari hizi zinafanyika, wokovu ni gharama kiasi kwamba unaweza ukapoteza kila kitu mm -hmm. Manabii na mitume, maandiko nasema baada ya wao kukaa katika miguu ya Yesu, wasomi wa Biblia hii Biblia inaeleza. Ukitaka kujua habari za mitume, hautakuta vifo zao kwa wingi hapa, karibu wote kumi na mbili unaingia kwa vitabu vya historia. Watu hawa wananishangaza, walikuwa ni wanafunzi na wengine walikuwa ni madugu, lakini mwingine anakufia Asia mwingine anakufia Ethiopia, mwingine anakufia watu, mwingine anaenda Rome. na vifo zao zilishangaza, baada ya wao kupitia njia ya msalaba. Siku kama ile leo wakashuhudia mwokozi wao wamekufa, walikata kauli, wakasema ah, tunajua alituambia na tutangulia, siku moja tutaeza kukutana na yeye. Juzi alituambia tuombe tusiingie kwa majaribu, hatukuomba, na baadaye kidogo tukakutana majaribu, ilitushinda. Hivyo basi hatuhitaji tena. Kama kuna watu ambao walipitia mateso ni wanafunzi wa Yesu. Mm -hmm. Wengine walichunwa ngozi. Mm -hmm. Walichunwa. Mm -hmm. Wengine walichukuliwa wakawekwa kwa paa kama ili wakapigiwa, wakawekwa juu, wakasulubiwa kwa ajili ya paa. Mm -hmm. Wengine waliwekwa kwa msalaba Hawapigwi, hawachinjwi, wanahubiri kwa msalaba mpaka damu inawaishia wanakufa wakiwa kwa msalaba. Wengine walichukuliwa wakasurubiwa upside down, wakasema nisime kama bwana wangu, wakainamishwa. Na wengine wananishangaza, walichukuliwa kwa madhabahu wakihubiri. mm -hmm. Biblia inasema ya kwamba maaskari wakiumii, wanachukua panga, wanawapasua kuwili, mtu anapasuliwa katikati, anasema niko tayari kufa kwa ajili ya Yesu. Alafu awekambo kidogo kama hii inakufanya unakosa kuhubiri Yesu huyu. Ah, pastor ametuchelewesha ah, hata mimi nimechoka kutoa ah, hata mimi nimechoka kuhubiri. Yaani mtu unakutana jaribu dogo lina linakutoa kwa njia. Wakati mwingine alisema niko tayari kufa, anatoa moyo wake kama dhabihu. Wewe unatoa pesa na kuna mtu alitoa moyo, wewe unatoa mali na kuna mtu alitoa maisha ansasi <coughs> Maandiko nasema ya kwamba Bwana akamwambia Farao akamwambia Musa, Farao huyu, nimebaki pigo moja. Nimelete giza yesikia, nimeleta damu jesikia, nimelete nime, sasa imebaki pigo moja hili. Nitakapolileta atawafukuza atawaambia muende, atawafukuza. Unajua kuna kitu ambacho Mungu anangojea uamue. Unajua kuna kitu ambacho Mungu anangojea ufanye. Kuna watu wengi sana wameletewa mapigo ya kwanza ya pili ya tatu lakini bado umezubatu. Ulikuwa msichana ukang'ang'ana ukang'ang'ana ukafanya sarakasi vituko, watu wengine wenye mulizaliwa na wao, wale wenye mlisoma na wao, uliwazika wewe mwenyewe. Wengine walikuwa kwa ukimu ukishuhudia, wengine walipoteza maisha yao, wengine walipotea kabisa, wengine wakawa vichaa. Mungu amekuepusha wawo, ulikuwa mbaya kwa yakoshinda kuna watu mliba na wao. Kuna watu mlizini na wao. Kuna watu ambao walifanya tabia ambazo haziwezi zikielezeka na wao, wakaondoka wakaisha. Wengine walipigwa mao kishuhudia wewe, Mungu amekuhifadhi bado unaona kwamba ni mbabe uko nao. Ndugu yangu, Mungu mm -hmm. akubariki sana. Unajua wimbo wenye ameimba ni bibilia ametoka bible, muulize. Mimi sijai sikia wimbo akiimba. Bible inasema kwamba Bwana atawapendelea walio mm -hmm. wake Haleluya hey! Mungu anaangalia, naona hii gari nistahili kukua ya huyu, lakini kwa sababu wewe unamtumikia anananaga utamaa anapatia huyu. Mungu ni wa upendeleo. Biblia inasema Bwana anawapendelea wali wake. hmm. Siukae kwa miguu ya Mungu akupendelee, amen. Wengine atuni ubilia leo Nikikupatia la history mali penye tumezaliwa vile, yeah, tumetembea yeah. Sidhani hata ningesimama mbele ya aposto, sidhani ningepeleka yeah, ningesimama mbele ya leba ni kuhubiri, maana nilikuwa takataka, mtu asiyefaa wa watu, ambao ungeingia unge kwa kijiji ungetambulike kwa watu wale ambao ni baadhi waliopotea, enda kwa hiyo familia utawapata. Mungu akatupatia upendeleo, ati leo unaweza endesha kagari kwa unapita kwa mkutano Mungu anawapatia watu upendeleo. Inawezekana leo uko chini, pigo la kwanza lilikuja juu yako Amen. Labda wengine wakanyang'anywa wazazi ambao walikuwa matumaini, wengine wakanyang'anywa pesa ambazo walikuwa kila kitu, wengine wakafutwa kazi ambayo walikuwa wanaitumainia. Kwa bahati nzuri, nimekuja kukuambia pigo la tisa lisikutishe Amen. Inawezekana kwamba pigo zote zitakuja, shetani aje kuachilia. Anasema wewe ni wangu tena. Shetani ni mbaya ndani ya Misri kama kuna mji umetajwa kwa Biblia ni Ramses. Ramses ni mji umetajwa kwa nini? Waisraeli walisanywa pale. Wakawepo kwa kikundi ambacho walijulikana hiyo ni kijiji cha wale watu ambao tunaita watumwa. Ukitaka chochote enda pale. Shetani anaweza kukuweka kwa Ramses. Shetani anaweza kukuweka mahali penye hata wewe mwenyewe unazoea. Unajua Israeli, walizoea shida. Unajua Israeli, walizoea tabu, walizoea mapigo kiasi kwamba wanamwambia Musa tuhusu twende kule kwenye tulizoea, maana huko ndio tulizaliwa na tutakuwa Haleluya. Amen. Maandiko nasema pigo la tisa likatoa Pasaka. Baada ya pigo la tisa kuondoka, la kumi lilipofika, Mungu akapeana instruction. Kwa pigo la kwanza mpaka la tisa, wasome Biblia, utakubaliana na mimi hakuna masharti ilitolewa, lakini ilipofika katika pigo la mwisho Maandiki nasema Mungu akakuwa na mkutano pamoja na watumishi wake Haruni na Musa, akamwambia kujeni mlimani. Sasa nataka uende mwambie watu wajiandae kwa sababu hii mm -hmm. Nataka kesho nakuja kupita juu, ndio maana ya pass over yeah. Nataka nipite nikiua kila mzaliwa kwa kwa hey, wa kwanza, nitaanza kwa ufalme. Nitarudi kwa wakubwa wake. Nitarudi kwa wale ambayo wanakaa na yeye, na Wamisri wote nitawaangamiza. Nataka ishara na hii ndiyo nataka umishike. Kama umelala, tafadhali naomba uamke tusikie hii moja, alafu rudi ulale, kwa sababu hii ikikupita, hautakuwa umepata chochote. Haleluya! Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, endo waambie hivi watu wa Israeli, nyumba yangu ya Israeli, Israel, kwamba waende wachinje kondoo, mbuzi na kila kitu ambacho mnaweza na kama kuna mtu ambaye ni maskini katikati yenu aende atafute mwingine, washikane pamoja, wa angalau lazima wachinje. Yani ishara ya Mungu kulete ukombozi ilikuwa ni damu mm. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na njini nasikia vizuri, kwa sababu hii damu ndiyo imenifanya leo inatembea hata mchawi akuja alizunguke yeah. mpaka asubuhi yeah. nalala usingizi mzuri Sina shaka hata mm. Wakuje kama vile wale ambao vijana vijana waona ososo mm. wanasema hiki kijiji ni chetu mm. wenye wanajua Lomolo, mchungaji mmoja niliingia pale katika mji wa Lomolo akaniambia, wewe kijana, tunakuona sana kwa mbali. unajua hapa ni kwetu, unajua sisi ni waanzilishi mm. bila shaka nikatiwa nguri, huyu si wa Mungu yeah. kwa sababu wa Mungu hakuna yeah. vile ambavyo utajiita mjini wako yeah. hakuna vile ambavyo utasema wewe ndio ubabe Mungu. Akanijilia mburi maana nilidhani tunapiga tunapigana vita vilivyo sawa, kumbe yeye ako kinyume. Nikamwambia Mungu, umefanya vizuri kuniambia. mm -hmm. Wapili au moja nikae, akaniambia baba, kuja nikushauri. Akaniita akaniweka kwa kona, tena mvua ilikuwa inanyesha, akaniweka kwa kona, akaniambia, nataka nikushauri tafadhali, ile injili nilohubiri hapo, achana nayo. Tulihubiri kitambo, tukashingwa. Kwa hivyo, story ya kuongea ongea habari ya wachawi, utakufa, maliza siku tatu ile kwa kanyumba kenye nilikuwa nimepewa. Nimeenda kazi usiku, sababu so mimi dereva nilikuwa nafanya kazi ya ya kubeba makonge usiku. mke wangu huyo, sijawaambia nimekuja na mke wangu simamo fanyia watu tu imekuja ama hapo, amenaasisalamia watu wa Mungu. Amen, amen. Amen. <laughs> Alafu pale kasi yake alikuwa na wewe hapo kile kilitoka na toto vazo sikia hapa ni kama kaboni kama. Amen. Sasa introduction nimemaliza. Niko kazi napigiwa na mke wangu ananiambia, baba kimeumana. Nikamuuliza nini? Hapa nje damu imemwagwa all over. Imejaa kutoka kona ile mpaka kona ile. Nikamwambia damu, eh, kweli damu mbichi, damu mbichi imemwagwa kwa kwa mlango hivi. Na siku tatu baadaye nilikuwa nimeambiwa kijana Ukijaribu kuhubiri maneno ya uchawi hapa utakufa. Niambie my wife, kwa sababu una uwezo, mimi ndio nimechokoza hawa watu. Please, Mungu ametunaelesha, tumepata nyumba iko na milango gapi? Po polomoro, tuko na nyumba iko na milango mbili. Nikamwambia tumie hiyo milango nyingine, niwaachie hiyo milango, ni kwa damu la ikujia. Mimi nikafanya kazi yangu nikamaliza. Nikakuja nikamuuliza, kwa hiyo damu ndio hii eh, nipatie raga. Yeye nataka nivunje na nikivuta na kuta wenye hii wale ambao wameimwaga nataka niwafute kwa njia zangu. Siku hilo wataweka skrini wakinitafuta, watanikosa, na kwa hakika Mungu amenitetea Amen. Mungu amenionekania Amen. Kitoka siku hiyo mpaka leo hii niko na amani kakuwa meniceza sana nikiokoka, nyumba kenye kabla sijakuja, siku moja mtu ameitengeneza kakaratasi kale yenye pigo marufuku we. Ameenda ameenda kwa choo. Badala ya kutupa kinyesi kwa choo ameweka kwa karatasi, halafu akabidi akachukua makaa akakoroga vizuri akakuja akaiseti kwa mlango yangu asubuhi, kwenda kwa mbuka na kutana kinyesi. Wakasahau huyu ni mtakatifu. Ninajua hiyo ni roho ya umaskini iloaumaskini, yeah. Nikamwambia Mungu nitakuwa tajiri, yeah. hii, mimi naibeba wenyewe naitupa kwa choo na kesho nitainuliwa. Siku mbili baadaye nikapewa promotion <laughs> Baada siku zingine tatu nikainuliwa tena. Nauliza, yeah. huyu mtu ametoka Solai juzi naongea usitoka wa wa kwa wako hapa. Mstari mm, mzima ndio amesimama na gari nyingine na mapikipiki. Mm. Kwa hivyo unashuhudia kile anasema. Hallelujah. Yeah. Yeah. Kipindi kifupi baadaye walingoja nikuwa maskini, walingoja nikufe, walingoja niishe lakini Mungu akaniinua. Yeah. Kwa hivyo sina uoga kwa sababu najua damu nimeipaka katika mimi. Biblia inasema ishara itakayokuwa kwenu <laughs> ni hii, waambie Waisraeli, waite, waambie hiyo ndio ujumbe. bala anataka ushike. Mungu anamwambia Musa, waite kikundi, waambie ya kwamba watengeneze damu, waitoroge hiyo damu, ipake kwameinu ya milango hapa na hapa na hapa alafu aingie ndani na mtu asitoke, akiwa amekaa ndani atakuwa salama. najua kwa nini watu wengi wanashindwa na wachawi, instruction walishindwa. yeah. Maandiki nasema ya kwamba damu uipake alafu ukae ndani. Mm -hmm. Ukitoka nje unakutana malaika na kuua. Mm -hmm. Usipopaka damu wewe, Mm -hmm. wendi ni kitu takataka. Mm -hmm. Watu wengi ni Waisraeli. Nataka tuambiane ukweli. Wacha sasa tuachane na Bible. Sababu watu watakwambia sijui nienda nini. Tutumie akili zetu sometimes. Unajua Biblia iliandikwa kwa mafumbo. Sasa hiyo mafumbo si tuyafungue leo. Mm -hmm. Niambie Waisraeli labda walikuwa 10. Waisraeli nane wakapaka damu. Alafu wana si Misri Israeli, haukupata damu mzali mm -hmm. wako alikufa makufa? Alikufa. Yes, kwa sababu ishara ilikuwa ni damu yeah. Biblia inasema sasa sasa, hiyo sio yetu ya Bible. Kuna mtu alikuwa anapita akasikia Misri ikitolewa masharti ya kwamba twendeni tupake yeah. damu damu yeah. Misri ambaye si Mwisraeli akabema naye damu Yeah. Akaenda kwa akani Misri yeah. Yeah. Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hukuhitajika kuendesha gari, wewe hukuhitajika kukaa kwa nyumba nzuri, kulingana na sheria za kwenu haungehitajika kubarikiwa, lakini ulipokuja kanisani ukasikia habari njema ya kwamba wale ambao watafuata sheria na kanuni ya Bwana watabarikiwa, yeah. Ukamwambia Bwana nimesikia vizuri vile ambavyo maandiki imesema kwa Deuteronomy 28, ya kwamba watakaposikia watii wafanye kulingana na maandiko, wewe utawabariki mjini utawabariki mashambani. Bwana, nitafanya kama neno lako linavyosema. wale ambao watafanya, haijalishi baba yako ni mchawi, haijalishi mama yako auko kanyange kanisa, haijalishi ulizaliwa kwa jamii hiyo kana namna gani, mradi umefuata sheria za Mungu. Naanza kuona kwa nini watu wanaishi kwa magonjwa? Yeah. Naanza kuona kwa nini unasomesha na watoto wanaenda wakati una viko kale kachipi kenye kana kuanga kamekako na ine. Anatengenezea vizuri, kuna watu kanisani kweli kiwaambia, nilishuhudia mtu mmoja ameringa sana, aliuza kila kitu kukumsomesha msichana wake. Kafika siku ya graduation. Hiyo ni kitu reali. Just yes, story. Mama akaita matajiri, akaita watu marafiki wakuja mpatie zawadi. Kwa bahati mbaya wakati wako kwa uwanja ya kupokea e, ile kufanya ceremony kuliingia na ambulance. Ambulance inaingia imewasha sireno, kumaanisha kuna hatari. Ukijua bila kawaida, bila nishaka hizi vitu lazima zikuje wakati watu wanacheza mpira, wakati kuna sherehe, kwa sababu ene maji zinaweza tokea. Kumbe sivyo, mtoto wake ambaye alikuwa so hey, nini na anakuja kuvikwa taji saa hiyo, ameringa sana, anasema: nimesomesha mimi, tumbo yangu imebarikiwa. Sasa nataka nikae chini nikule, nataka nikae chini ni enjoy nyinyi, wenye lo mnapata pesa zenu, nataka muone. Unajua, kuna wamama wanakuwa na mashetani ndani yao, huyu bwana yangu, msijaribu kumchezea. mm -hmm. Mzee ameguzwa na moyo mweupe, anaona mtoto amerarukiwa, ameamua kuchukua ka elfu moja amnunulie tanguo, angalau mtoto wenyewe aende shule na wengine angalau mwingine ambaye kiatu, mama ametoka pale na mapanga na mafisu, ameenda, ameshika mama mwenzake anataka kumaliza. Wewe ndio unachezanga na bwana yangu? kwa nini amenunulia mtoto wako? kumbe mna kwanga na afyasi na bwana yangu ni hmm. Hmm. shida ni kwamba amejua mzee aliokaama kwele nyumba. Haleluya, watu tuko na shida, watu tumelemewa, wokovu imekuwa msalaba watu katika maisha hii ya wokovu tumeshindwa kumtunza Mungu katika maisha yetu. Ndio sababu unakuta watu wameng'ang'ana sana. Unaambiwa uombe hauombi, unaambiwa ufanye haufanyi chochote. Wakristo wamekaa tu, ndio maana usikie vijana wanasema nyinyi amwamini Mungu wenu kweli kabisa. Mkristo anaacha mchungaji kwa ibada, anaacha watoa wa kanisa male, anakimbia kutafuta Nakuru, anaenda sijui Kisumu, aliambiwa kuna mama fulani anafanyanga sijui nini aende afunike mtoto wake asionekane afunike kazi yake akienda kazi ameweka vitu kwa mifuko sijui atafanya nini. Haya mambo yapo, na hayafanywi na wapagani, anafanya na Wakristo. Wewe ni Mmisri. Mmisri mwenye hajapaka damu, Mungu yuko pamoja na yeye. Ndio yes. Sababu unakuta watu wengi hawabarikiwi mm. unakuta watu wanalia sana wanaomba sana Mungu, mbona kwa nini? Nilitazama, nilikuwa natazamia mwaka huu Bwana, nilifikiria ni wao utakuja, nilifikiria Bwana nitakuona, kwa nini haijafanyika? Watu wana maswali chungu mzima. Shida sio Mungu alipeana instruction, ukashindwa kuzifanya. Maandiko inasema ya kwamba wale ambao watapaka damu watu hawa watapona. Nimefanya comparison sana ya habari ya eh, Pasaka hii ya Wayahudi na Pasaka ya Yesu ndio watani. Waleza sifia. Haleluya. Mahali penye ndugu wamesoma na kwa na somo nasikia moyo wangu nafurahi. Hiyo nataka wakati wa kwanza zoni nasikia vizuri kwa sababu anagonga alipo. Anasema ukweli wa mama. Haleluya. Siku tatu giza ilitokea wakati wa Pasaka ya Wayahudi. Masaa matatu wakati Yesu amewekwa kwa msalaba ilidhilishwa. Giza ilitanda dunia nzima kutoka saa sita mpaka saa tisa. Mm. Sawa na ile siku tatu, kila kitu ukifanya kwa bazo hatuna ukichukua yale mambo ambayo amefanyika kwa ile Pasaka ya kitambo, na Pasaka hii ina rai. Aleluya, Bwana mm. Yesu asifiwe. mm. Nataka niende nikimaliza maandiki nasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, waambie hawa watakapoenda kwa Pasaka watakuwa wanafanya hivyo, akiwa katika nchi ya ahadi Wakikumbuka uhuru ambao niliwapatia. Imagine leo sisi tunasherehekea sasa, kama vile ambavyo mmesema, kwa sababu ya uhuru ambao tuliupata kutokana na mapigo ya Yesu. mm. yeye ndiye amefanyika ile kondoo iliyosema ichinjwe, yeye amefanyika hiyo kondoo. yeah. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Akaambiwa mtakuwa mnafanya hivi, mtakuwa mnakula chakula kichungu wakati wa Pasaka, mtakula hmm. matawi

Baba hiyo ka kitu kachamshwe hmm. alafu wasiweke viungo wakuwekee kwa kwa sababu hiyo kwa kasani hapo kule ndugu yangu ni chungu <laughs> bibilia nasema aliambiwa mtakuwa mnakula mboga chungu mtakuwa mnakula matunda mekundu na mtakuwa mnakula nyama ambayo vyakula hmm. e, e, kama ni mkate ambao jitiwa chatu na nyama mtaikula nyimechamshwe hii ni mada yangu. Nilikuwa na swali ya kujiuliza. <coughs> Leo ni Pasaka. Nilikuwa nitaangalia kwa mjinga yangu juzi. Leo kuna mtu anaita Extravaganza, wale ambao wanapenda wanajiwanga hiyo maneno. Mm. Leo hii unajua kuna mtu ajalala kwa nyumba kwa sababu ni Pasaka. Mm. Ako pale Nakuru, ameenda club 24, mwingine ameenda, mwingine ameenda. Watu wamepanga sherehe zao. Kesho Pasaka. Pasaka ilikuwa ni kukula vitu yenye sio tamu tena, inyejetiwa yani, kama ni mkata wange kula yenye kona chachu. Kwa nini waliambiwa wafanye hivyo? kila mwaka wakikumbuka mateso. Mboga yenye ilikuwa nakula chungu, ilikuwa inaashiria mateso ambayo alikuwa anaipitia. So leo hii wakati ambapo tunasema ni mateso ya Yesu, si ndio? tunasema kwa saja ni kufa na kukumbuka kwa Yesu. Yesu alilia damu. Hmm. Alilia machozi kamwishia Dondoko wana no, damu. No, no, no, no. Niangalia vile ambavyo unakuja, akasikia kututemeka. Kamwambia Baba, ingewezekana kikombe hiki uniondolee. Mm. Yesu aliangalia mateso mba ya kumbele yake, akalia, kamwambia Baba haya, ungeniondolea nyondole ya mimi. Mm. Isingestahili kuipitia, mbona nikuje mwili wangu pasuliwe kiasi hiki? Yeye ya, alikuwa anaangalia anaona mishumari. Aliwambia, na mega huyu kate leo, sitakula tena, mateso ni kwa mbele yangu, ni mazito. Unapata wapi ujasiri ya kwenda kuiba Bwana ya mtu, eti ni Pasaka? Unapata wapi ujasiri mreni kuja kwa ibada na ujasiri wako wote umerithika, baada kutoka kwa Pasaka unaenda kungojewa na pombe huko nje, unaenda kungojewa na chakula ambayo imekarangwa, kesho kuna watu wameandaninona wakule, ni Pasaka. kwanza tano mstari wa saba sema kwamba huyu ametolewa akafanyika pasaka wetu leo, na kwa sababu ndio pasaka ambayo tunastahili kuwa ndani yake, tunakuja kukumbuka mateso, alikuja teso sisi tupone. Mpaka lini watu wako chache na wanaombana? Haleluya, amen. Watu wako kwa ibada, lakini wako na maadui Watu wanasema umeokoka, hakuna uchaji wa Mungu ndani yao, hawasomi Bibilia, hawaombi, hawana chochote ambacho kinawaungamanisha na huyu Yesu. Yesu amepeshwa, amepigwa, amepitia machungu mengi, amepita ndani ya mateso, kanisa lipone. Ndiyo sababu anawaambia ishara pekee yake ambayo itafanya mtu apone ni damu ya Yesu. Kuna siku damu ya Yesu itaingia ndani ya uasherati, hakuna utang'ang'ana taimba tajazoro hatujekuja hapa shoova tunaa mm. tuko na ngita tuko na mics tuko na nini sa hau hiyo kuzi hizi tu ni vitu zenye Daudi alikuwa anazitumia kwa sababu zinaboresha. Lakini kama kuna sadaka mzuri, maandiki inasema ya kwamba katika Warumi kumi na mbili mstari wa kwanza kwamba itweni mili yenu kama dhabihu iliyo hai mmhm hana aje na vitu ze zimepufa, hizi hazina uwai. Ndiyo maana unaona ile speak imetusumbua, ile ina- najua shida yake naona nimewachana no, naye bila hiyo bado utamsifu Mungu, ikiwa bado utamsifu Mungu. Amen. Kama kuna ibada ambayo Mungu anataka ni ibada ambayo iko hai hmm. Kuna mtu akiguzo kidogo anakuanga ni kama ametega, anangoja tu aguzo kidogo. Hiyo chachi ninawacha anangoja kitu kidogo isemekana, si niliwaambia amewachana. Lakini hata akikuta mtoto wake amefanya kosa ambalo linakaa namna gani hawezi akaachana naye, baada atabaki mtoto wake uyukiwamshika kiba iko ndani yameiba ni wewe, maji ako tayari kumdefend mtoto wake kwa vyovyote. Wanafunzi baada ya kukutana na njia za msalaba, maandiko nasema walitoka walienda kuhubiri bila uoga. Bible inasema ya kwamba wakawa wanaulizwa huyu Yesu, mtaendelea kumkana, mtaendelea kumtaja ama mtamkana? Tutamsema mpaka siku ya mwisho anachukuliwa na anachinjwa, anachunwa. Baibo inasema wengine walichunwa ngozi, wengine walichemshwa kwa muujiza tu wakapona. Kwa nini? Kitabu cha Ufunuo kilikuwa kimeandikwa, kwa hivyo walikuwa wanangoja, eti uchemshwe, muujiza ufanyike. Na hata baada ya muujiza bado anamchukua kwenda kumtupa kwa kisiwa yeah. Dunia ina huruma mm kwa sababu leo kuna majaribu imekuja, sasa wewe hata Mungu simeona. Kuna watu wanapenda kujifariji sana, hata wewe Mungu simeona, hii imekuwa kali kunishinda, yaani yeah. Kabisa, huyu amekuja naye kwa nyumba yangu, mzee wangu amekuja na mwanamke kwangu, Mungu, alafu naniambie nielewe maji lazima ahu <laughs> <laughs> <laughs> okay. okay. Challenges ambazo zinakupata sisi kama Wakristo mm -hmm. tunashindwa kuzivumilia jamani mm -hmm. kama kuna kitu ningependa kukuachia mtu wa Mungu, wokovu ni milele na Yesu anarudi mm -hmm. i boken alipigwa iko ya bure mm -hmm. alikuja kutaka kukomboa mtu yeah. alikuja kutaka kutoa mtu mahali mm -hmm. Akuweka mahali mahali ambapo nimekoti kwa mkutano pale, nikimaliza Maandiko nasema kwamba wanafunzi walipoona hatari imekuja wote wakamtuka. Nimeshikwambia watu kanisani mwangu, reverence Mungu akitaka watu wote waje mbinguni wataenda mbinguni. yeah. yeah. kuna mtu shetani anaweza kutuania hata moja nikubali nikwambia, mbele ya madhabahu hivi hakuna. Kwa nini Mungu atakushika ndugu yangu, atakupeleka kwa kona, atahakikisha ni wewe na yeye peke yake. Kile Mungu atakufanyia kwenye kona, utatoka unapiga nuru mzee, ni afikaneza Alikuwa kaidi. Yeah. Biblia inasema wakati fahamu zilimrudia, alikuwa mm -hmm. nakula nyasi kama yeah. Wakati fahamu zilimrudia mm -hmm. Biblia yangu inaniambia akainuka akiwa peke yake akisema yeah. huyu Mungu wa Danieli yeah. aliyefanya ni kule